wakamwona kwenye gemu ya tatu sasa ambapo Yanga atacheza na JS Kabili ambayo hii itakuwa mwakani sasa huku elfu mbili ishirini na sita yeah. Yes, ukimzungumza, okay, Clement Mzize ni mchezaji ambaye kwanza anafahamu kitu ambacho anakuwa nakifanya kwenye kikosi cha Yanga Africans majukumu yake aliyokuwa anapewa na mwalimu, asilimia kubwa alikuwa na yatimiza. Sasa kosekana kwa mechi hizo kadhaa takribani sita, ni miongoni mwa pigo kubwa kwa, kwa Young Africans, maana ukimzungumza Clement Mzize ndo top scorer wa klabu ya Young Africans kwa msimu jana na ligi kuu soka Tanzania bara na ukiangalia dakika alizocheza ni chacho kikompea na Prince Dube ambaye Dube msimu jana alicheza dakika nyingi, lakini e, Dube alishindwa kufunga magoli ambayo Clement Mzize alifunga. Na ukitazama sasa hivi e, washambuliaji walioko pale Young Africans Andi Boyeli pamoja na, na dube wenyewe, kuna namna ambavyo wanasagu kufunga yale magoli ambayo yataweza kuisaidia timu ya Young Africans ili kuweza kufika kwenye nchi ya ahadi, jambo ambalo linakuwa linaleta athari kubwa maana Yanga fans wanajitahidi kwenye swala ya kulinda na wale ambao wanakuwa wanahusika na magoli wanashindwa kufanya hivyo, hiyo sasa inakuwa ni changamoto. Kipi ambacho kifanyike? Ndio hicho sasa, Yanga fans watafute njia mbadala ambayo itaweza kuwa nzuri, na ukisema sasa hivi uanze kuwatetea kina Prince pamoja na, na andi Boeli, labda we ulikuwa gerezani kiukweli. Hmm. Nadhani ulikuwa gerezani miezi mitatu ukawa ujui kitu ambacho kinaendelea kwenye hapo, ndo naweza nikakuelewa, ukisema kwamba watetee au washambuliaji wa Yanga kwanza ambao wapo sasahivi, ama wewe ni mlevi yule ambao umekubuu mpira huo, uwaangalie. Yawezekana kimwaga ni miongoni mwa watu waliokuwa gerezani, maana ukisoma watetee Prince pamoja na Andy Boyeli Huwezi ukawatetea washambuliaji wa Young Africans. Yanga inabidi waende sokoni kumtafuta mshambuliaji ambaye atakuja kuwasaidia kwenye dirisha dogo maana gemu ambazo Young Africans wako nazo ni gemu tafu kweli kweli, na ukitazama washambuliaji wa Young Africans wote ni kama saidia fundi, yani a a kufanya vizuri waka nare waka a naaitoshi hebu ngoja tumwongeze Kennedy Msonda. Unafahamu kwamba hatu ambao unaenda ni ngumu sana, kwahio inabidi Yanga waende sokoni, ili waweze kufika kwenye nchi yao ya ahadi. Ila ukisema unawatetea fundi mkuu, mimi naona shamfundi ni Mzize.